Ukiwa na wazo la kuwafaidisha watanzania wote kwa ujumla, hilo wazo ni ngumu sana kutekelezeka kwa sababu ya mfumo wa kiuongozi. Sijui umenielewa. Yani maendeleo ya Tanzania yanachelewa kwa sababu ya mfumo wa kiuongozi. Si mnaniona mi napiga kelele hapa kwenye microphone, nikipewa uongozi siwezi kutekelezi, siwezi kuwaletea maendeleo kwa nini? Kwa sababu ya mfumo wa kiuongozi. mfumo wa kiuongozi umeandikwa kuhakikisha kwamba yule mwenye mawazo ya kuwasaidia wananchi asiweze kutekeleza hilo wazo lake. Mtu atajiuliza kivipi? Kwa sababu wale wenye nguvu ya kuleta hayo maendeleo hawatayaleta hayo maendeleo, kwa sababu wakiyaleta hayo maendeleo, wao hawatafaidika bali wakitengeneza mfumo wa kuwatesa wananchi wao ndo watakuwa wanafaidika. Sijui inaeleweka. Polepole ametoa mfano hai wakati akiwa kiongozi Ubungo kwamba makusanyo ya fedha ni mengi sana, lakini serikali inapata kidogo. Unajifunza nini? Na ukitengeneza mazingira serikali ipate pesa nyingi unagombana na watu kivipi? Mimi ni kiongozi katika soko fulani, au katika ofisi yoyote ya serikali, pesa nazozipata pale ofisini, tuseme labda ni milioni mia moja. Lakini hii milioni mia moja, serikali inachukua milioni kumi, alafu milioni tisini tunagawana kikundi cha watu. Sasa kiongozi yeyote atakayeletwa katika ile ofisi ni lazima ataingizwa katika huo mfumo wa kudipositi milioni kumi ya serikali na milioni tisini, milioni tisini watu wanagawana. Hicho ni kitu cha kawaida sana kwa dunia yetu. Shida inayotafuna, ndugu zangu, ni mfumo wa kiuongozi tulioandikiwa na Ujerumani na Uingereza, unasimamiwa na Marekani. Hatutaki kutoka. Hatuhitaji Magufuli mpya ili tuweze kupata maendeleo ambayo Magufuli alituonyesha kidogo tu. Tunachohitaji sisi ni kubadilisha skripti, kwa sababu Magufuli vita yake kubwa ilikuwa ni kubadilisha skripti. Ndugu zangu, matatizo yanayo tutafuna sisi yameandikwa tangia enzi hizo. Ili tutoke katika haya matatizo, ni kubadilisha mfumo wa kiutendaji kwa sababu kila mtu anaangalia makosa ya mfumo wa kiuendeshaji wa nchi. Angalia hizi siri polepole, pole, anatupa watu wanavyogawana ardhi ya Tanzania kwa faida yao hao. Nafikiri ni nani atakuja kutukombolea hii ardhi, kama sio kujiswitch kwenye ule mfumo wa Nyerere, kwamba sisi wananchi wa Tanzania, mtendaji mmiliki wa nchi yetu ni JKT Hizi kelele polepole anatuletea za leo hii, tayari tungekuwa na treni inazunguka katika jiji la Dar es Salaam, kama majiji mengine makubwa mazuri duniani. Hii mitenda unaipa JKT si una, huwezi kuwa na mawazo ya kuwasaidia Watanzania alafu hayo mawazo unayachakata na wafanyabiashara. Wewe unafikiri mfanyabiashara atatoa wazo gani kama sio wazo la kumtesa Mtanzania ili huyo mfanyabiashara afaidike. Hata kama ni mimi polepole hata pole, kama ni mimi, mimi niko kwenye hiyo kabineti ya kuchakata mawazo ya, kulet, ya kumsaidia mkazi wa Dar es Salaam au mfanyabiashara yote anayekuja Dar es Salaam, kwa sababu Dar es Salaam sio jiji la Wazaramu tu, ni jiji la Watanzania wote wanaokuja kibiashara. Dar es Salaam inatakiwa seamlessly katika masuala ya transport. Sasa mimi nimekaa kwenye kabineti ya kuchakata ni namna gani tunatengeneza mfumo mzuri wakiusafiri kwa jiji la Dar es Salaam. Alafu mimi nimevaa kofia ya mfanyabiashara, siwezi kuishauri serikali mawazo ya kuwakomboa Watanzania, lazima nilete mawazo ya kuwazika, kuwanyonya na kwa maliza mbali Watanzania. Polepole tunahitaji mfumo mpya wa kiuongozi, hii nchi haihitaji magufuli mpya. Unatupa siri nzuri sana watu wanavyotaka kugawana ardhi ya Tanzania kizuri, umesha tuambia, hao walio kwenye hizo ofisi za kugawa hizo vibali vya kumiliki Tanzania wahifadhi hizo sheria vi hizo kumbukumbu vizuri, iko serikali inakuja kuja kudai wamemilikishwaje. Yani, lazima tutarudi kwenye ujamaa wewe. Yaani, kwa nini nasema lazima tutarudi kwenye ujamaa? Kwa sababu msimamizi wa ubepari yuko hali mbaya ile Marekani mnayoiona ambayo inaitwa United States. Ile United inakwenda kuwa disunite. Mimi naipa miongo kadhaa tu kwa kinachoendelea Marekani. Hiko hali mbaya, yule ndio kiranja mkubwa wa ubepari, lakini hali yake ametundukiwa drip za maji, ametundukiwa drip za damu, ametundukiwa na drip za gesi. Yaani ana drip tatu ili kuendelea kupumua katika uso wa dunia hii. Sasa ni kitu gani tunachoogopa kujiswitch katika mfumo wetu wa kukontrola rasilimali zetu? Unaanza kutambia, kuna kikundi cha watu kilikuwa kinataka mpaka kibinafsishiwe police line, it's crazy. Ndugu zangu, mwokozi wa Tanzania ni mimi na wewe Mtanzania, tuimiliki nchi yetu. Huko barabarani mnapita mnaona haya mabilioni yaliyochangishwa na, na CCM yalivyoremba miji huko. Mimi sitaki nigusie, kwa sababu mimi sipendi kuzungumzia siasa lakini you can see yale mabilioni ambayo watu waliyachanga ya, ya siku ile yalivyoremba miji alafu ukipita Kigamboni kivuko kibovu, watoto wanaandika chini ubao, hamna darasa hakuna. Ndugu zangu, Yesu hata arudi kuja kutupigania, dawa ya matatizo yetu ni mfumo mbovu wa kiuendeshaji wa nchi. Yani kuna mfumo umetengenezwa, hata ukiwa na akili unaonekana huna akili huo ndio mfumo unaoendesha nchi yetu. Yaani unakuja una mawazo mazuri kabisa ya kuwasaidia Watanzania, lakini kikundi cha watu kitakulazimisha wewe huna akili, kwa sababu mkoloni ametutengeneza hivyo. Hata mimi nikiingia kwenye hiyo hizo system za serikali nitakuwa na akili ya kibinafsi ya kujiwazia mimi, familia yangu, uko wangu, ni mkoloni ameandika hiyo system wa Tanzania. So kutoka kwenye matatizo tunayopitia ni kubadilisha script ya mkoloni. Ardhi ni ya Watanzania, sio ya watu fulani fulani. Wameamua kujimilikisha ardhi ya Watanzania wakiwa waki na mikono ya kina Black Rock sijui ya Marekani sijui ya wapi. Polepole ana siri nyingi sana za umaskini wa Tanzania, lakini mi nataka niwaambie hata tukimpa Polepole pole leo hii nchi bado matatizo yetu yako pale kwa sababu Polepole atazungukwa na watu wenye nguvu kuliko yeye wanaoitwa capitalist globalist ambao hao ndio wenye turufu ya kutuletea hayo maendeleo. Unataka kuweka hizo electric train kama miji mingine, unachukua JKT wa... wako mia mia mbili kama ni China kule, wanaona wanapata training, wanakuja wanaifanya hiyo kazi. JKT ni mimi na wewe, ndugu zangu, wale tuliozaliwa familia kubwa, wengine wako... wengine wanalima, wengine wanapika, wengine wana Ndivyo nchi inavyojengwa. JKT ni kitengo tendaji kwa ajili ya Watanzania, na hicho kitengo ni rahisi kukiquestion, kama mambo hayaendi hii. Mara sijui idara ya usafiri wa umma wamepewa sijui Waarabu, bandari wamepewa sijui Waarabu. Where are we heading to, gentlemen? Where are we heading to? Tunaelekea wapi? Kwenye mifuko ya Waarabu huwezi kuwa na mawazo ya kuwasaidia watanzania ukawa una discuss na mfanyabiashara mfanyabiashara akakupa njia nzuri ya kumsaidia mtanzania hapana mfanyabiashara atatoa wazo la kuwanyonya watanzania mfano mzuri uangalie wa Amerika wa pesa za Wamerika wa zinavyotumika kwenye vita wakati Amerika ina ma homeless kuliko Amerika afadhili vita ya Ukraine Amerika afadhili vita ya za Israeli ni kodi ya Waamerika ni mfumo wao ulio unaowaendesha kufanya hivyo. Kila rais wa Amerika akiingia lazima asimamie huo mfumo. Ametoka Joe Biden, alikuwa anatoa pesa Ukrain na alikuwa anatoa pesa Israel. Yuko huyu Republican Trump, anasimamia mlemle. Ni skripti yao. Inabidi tubadilishe skripti kwamba raisi yupo hayupo nchi yetu inakwenda kwa nini Magufuli ameondoka, kila kitu kimekuwa shagalabagala? Kwa sababu hatuna script kwamba nchi ni ya Watanzania, bali tuna script kwamba the head of state ndio mmiliki wa nchi. Hiyo ni script ile iliandikwa na wakoloni. Baada ya mkoloni kuipora nchi nzima, yeye ndo anamiliki baatani ya kuiendesha nchi nzima. Nimeshawaambia Watanzania, utajiri ni kuangalia mapungufu ya nchi, mapungufu ya serikali ya nchi, na hilo kitu rosta mwenyewe katufundisha hata mi leo hii nikisha kuwa globalist man naangalia tu nupoholo za kiserikali, napita humo humo. Oya, mi nataka kipande hichi hapa, unamkamata sijui nani. Je, tungekuwa tumeshaelewana kwamba nchi nzima ni ya Tanzania, maanake inajengwa na kusevisiwa na JKT. Pale JKT inaposhindwa ninamtafuta kama ni mchina kama ni Mjerumani, inatekeleza huo mradi wa kishirikiana na huyo mchina au, au, au Mjerumani. Hatuwezi kuendelea pasipo kujinyofua katika mfumo wa kiuendeshaji wa nchi wa kikoloni. Wakoloni wanajua kabisa bado wanaiopereti Tanzania kwa sababu tuna bado msingi ni ile ile, yani mtu anapozungumzia maendeleo ya Tanzania hahitaji JKT ikishirikiana na VETA. Hakuna aniambie eti maendeleo yataletwa na GSM, kama anavyohubiri baba Levo kwamba kanisa soko litajengwa na GSM. GSM nani? Atakwambia Mtanzania. Who told you? Kakwambia kwa nani? Hata mimi ukinikabidhisha soko nijenge mimi kama mimi mi. Hilo soko sio la watanzania ni langu mimi. Unajua mimi napata wapi pesa mpaka najenga hilo soko? Hatuhitaji hicho kitu, tunahitaji masoko yote yamejengwa na JKT. JKT ni mimi na wewe mtanzania. JKT ya China, JKT ya Urusi, JKT ya Iran ndio zimeiua Ulaya. Unavyosema JKT ni kitu kipana sana, ni nchi, ni moyo wa nchi. Yaani JKT ndio moyo wa nchi, uchumi na kila kitu. JKT ndio inayotengeneza zana bora za kilimo, ina gaia wananchi JKT hawezi kukubali Mtanzania auziwe pembejeo mbaya, achana na TBS. TBS unaweza ukaiweka mfukoni, si watu tu. You can corrupt TBS. TBS unaweza ukaicorrupti vizuri, lakini huwezi kuicorrupti JKT. JKT ni network pana, ni nchi hiyo. Yani huwezi kutaja maendeleo ya Tanzania usinitajie JKT, hicho kitu hakipo. Wazungu waliua JKT ili waitawale Tanzania. Naona kila ardhi n yani kila ardhi siju ya, ya, ya, ya bepari gani? Ah, no nono no, no. Watanzania ukiwa na wazo bora la kuwasaidia Watanzania katika mfumo huu tulionao wa kiuongozi ni ngumu kutekelezeka. Tunahitaji kubadilisha mfumo wa kiuongozi. Watanzania waimiliki nchi yao na utendaji wa kuijenga nchi yao uwe ni kitengo chao. Kwa nini walinzi wa nchi ni JWTZ na wajenzi wa nchi wasio J, JKT jeshi la kujenga taifa? Unajua maana jeshi la kujenga taifa? Sio nyumba tu, ni kila kitu. Watanzania kama JW ni walinzi wetu, JKT ni wajenzi wetu wa miundombinu yote ya kiuchumi. Ninavyosema miundombinu ya kiuchumi, elimu, yaani kila kitu kinachohusiana na Mtanzania lazima JKT ausike nacho. Mwokozi wa taifa letu ni sisi wenyewe, sio Mwarabu, sio Mjerumani, sio Mchina, ni sisi wenyewe Watanzania. Tuelimike tusiwasomi.